Baada ya karibu mwongo mmoja Iran imejikuta tena chini ya vikwazo vya Umoja Mataifa kufuatia uamuzi wa muzio, mataifa ya Magharibi kuamsha upya zimeo la snapback lokuwa sehemu ya makubaliano ya nyuklia mwaka 2015. Hatua hiyo ikizua taharuki si tu katika Iran bali pia mataifa huku, Urusi na China zikikosoa vikali uhalali wa mchakato huo zikiuita ni batili na usio na nguvu kisheria. Vikwazo hivyo vinajumuisha marufuku ya silaha, kufungwa kwa mali za kigeni, vikwazo vya benki na usafiri sawa na masharti makali kuhusu shughuli za nyuklia na makombora. Hali hii inatarajiwa kuongeza shinikizo kwa uchumi wa jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao tayari umedhoofika na kuathiri moja kwa moja maisha zaidi ya watu milioni 90 wa taifa hilo. Uamuzi huo umetokana na mataifa matatu ya Ulaya, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza E3 kuendesha kifungu cha snapback kilichomo ndani ya makubaliano ya nyuklia pamoja ya JCPO. Kifungu hicho kikikusudiwa kurejesha vikwazo ikiwa Iran ingetuhumiwa kukiuka masharti ya makubaliano kwa kuendeleza mpango wa nyuklia zaidi ya viwango vilivyokubaliwa. Hata hivyo, Iran, Urusi na China zimesema hatua ya nchi za Magharibi ni kinyume cha sheria, kwa sababu Marekani ndio iliyojitoa kwenye 2018 kupitia rais wa siku hizo Donald Trump huku Iran ikibaki kwa kipindi fulani ikiheshimu masharti ya mkataba. Kurejea kwa vikwazo hivyo kumezidisha hofu miongoni mwa wananchi wa Iran pamoja na masoko ya kifedha. Sarafu ya taifa hilo Rial iliendelea kuporomoka, ikiuzwa kwa takriban milioni moja nukta tatu kwa dola moja Marekani, kiwango cha chini zaidi katika historia. Bei za bidhaa zilizoagizwa kutoka nje, hususan vifaa vya kielektroniki na vipuri zime anza kupanda huku wafanyabiashara wengine wakisitisha mauzo wakisubiri utulivu wa bei. Kiwango cha mfumuko wa bei nchini Iran kimeripotiwa kufikia zaidi ya asilimia 40, kiwango cha juu zaidi katika miezi 28 kwa mujibu wa mwandishi wa masoko ya hisa huku Tehran, amesema kila mara dola inapopanda gharama za bidhaa zinaongezeka, watu hawana uwezo wa kununua, hivyo biashara zinadorora. Wakati raia wengi wakionekana kutishwa na mwelekeo huu, wanasiasa wakali, wanasiasa wenye mrengo mkali nchini Iran wamepata nafasi ya kualalisha upinzani wao wa muda mrefu dhidi ya mkataba huo wakiutaja kama mkataba uliokuwa na hasara tupu. Mwanasiasa Said Jalil aliyehusishwa na baraza kuu la usalama taifa Alitumia jukwaa la mtandao wa kijamii kupinga vikali mashirikiano ya nyuklia na nchi za magharibi. Mahakama ya upeo nchini Iran imetahadharisha vyombo vya habari na majukwaa mtandaoni dhidi ya kusambaza habari za kupandisha hofu kuhusu kupanda kwa bei na tayari imefungua mashauri dhidi ya baadhi ya tovuti na chaneli za Telegram. Masharti ya Snapback yalikuwa yamepangwa kufutwa rasmi tarehe 18 Oktoba mwaka 2025. Iran na wa washirika wake wakishikilia kuwa kuamsha tena kifungu hicho kuna Navunja makubaliano ya awali. Hata hivyo, hofu kubwa sasa ni iwapo Israel na Marekani zitachukua hatua zaidi za kijeshi dhidi ya Iran kwa kutumia vikwazo hivi kama kisingizio. Mnamo mwezi Juni, Israel ilifanya mashambulizi ya anga kwa muda wa siku 12 yalioua zaidi ya watu elfu moja na kusababisha uharibifu mkubwa nchini Iran. Hata hivyo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Sepah nalo likifanya majibu makali nchini Israel. Wataalamu wanaonya kuwa mazingira ya sasa yanaweza kuchochea shambulio jipya hasa ikizingatiwa kuwa mpango wa nyuklia wa Iran umeendelea licha ya shinikizo. Kurejea kwa vikwazo vya Umoja wa Mataifa kumeiweka Iran kwenye njia panda, wakati wananchi wakibeba gharama kubwa za kiuchumi, mvutano wa kidiplomasia na hatari za kijeshi zinazozidi kuongezeka. Hali hii inachora picha ya Mashariki ya Kati kuingia tena katika mzunguko wa migogoro mikubwa, huku nafasi ya diplomasia ikionekana kufifia kwa kiasi kikubwa. Na kiongozi wa maandamano ya vijana wa barobaro nchini Nepal yaliyoshinikiza viongozi wa serikali kuondoka madarakani Sudan Gurang ametangaza kuwa atashiriki kwenye uchaguzi mkuu wa Nepal unaotarajiwa kufanyika mwezi Machi mwakani, akiahidi kuunda serikali ya wananchi inaungwa mkono na vijana. Akizungumza kwa kipekee na shirika la habari la Start, kijana huyo amesema kuwa kikundi chake kinashirikiana kinashirikisha raia kote nchini humo kuunda harakati za mabadiliko badala ya kuanzisha chama cha kisiasa cha kawaida, wameitupa kwenye siasa, alisema Gurung, kuhusu serikali ya awali aliyoita ya, ya kibinafsi na ya wapenda rushwa. Ikiwa wanataka siasa ndiyo watapata, tutashiriki kwenye uchaguzi ujao kwa sababu hatutarudi nyuma. Gurung, mwenye umri wa miaka 36, alitambulika kama uso wa maandamano yaliyoongozwa hasa na vijana wa, Gen Z wa Nepal. Maandamano hayo alichochewa na uhasama baada ya serikali kufunga mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Facebook, X na YouTube, ikidai kuwa kampuni hizo hazikufuata masharti ya serikali. Hata hivyo, maandamano hayo yameenea kwa hasira dhidi ya ufisadi, ukatili wa serikali na kutokukamatwa kwa wahalifu na kusababisha vifo vya waandamanaji kadhaa na majeruhi ya raia. Gran alisema kuwa harakati yake tayari iko kwenye nafasi ya kuongoza na wanajitahidi kuhakikisha sauti ya kila Mnepali inasikika kupitia mitandao kama discount pamoja na Instagram. Akizungumza mpango wa kuingia kwenye siasa rasmi, Gran alisema kuwa hatojiingiza kama mgombea nafsi, bali kama kikundi kwa sababu wakiwa pamoja nguvu itaongoza kushinda. Harakati hiyo imeahidi kushughulikia maswala zaidi ya kupambana na ufisadi, ikiwemo kukuza sekta ya utalii na kuimarisha uhusiano na nchi jirani za India na China bila kuingiliwa kutoka nje. Gurung pia alitoa wito kwa waziri mkuu wa mpito Sushila Karki kuhakikisha uchunguzi wa kesi za ufisadi na mauaji ya waandamanaji inafanyika ili wanasiasa wa zamani wasishiriki kwenye uchaguzi ujao. Alipojua kama anataka kuwa waziri mkuu, alisema sitasema mimi ndiye mtu sahihi kwa sasa, lakini ikiwa wananchi watanichagua, hakika nitashiriki kwenye uchaguzi. Kikomo cha kutisha au kujaribu kumzima akikumwacha Gurang kutokuwa na hofu, na ameongeza, sina hofu. Kuniua hakutasaidia chochote. Ninahitaji kuokoa taifa langu sasa, na kamwe sio wakati mwingine wowote, wa ni sasa. Na tuhitimishe ruba za kimataifa ambapo waziri mkuu wa zamani wa Malaysia, Dr. Mahathiri Muhamed amefanya mahojiano maalum na shirika la habari la Aljazira akizungumzia maisha yake na mtizamo wake kuhusu mzozo wa Gaza, nafasi ya China na mustakabali wa Marekani, pamoja na siri ya maisha marefu, ambapo leo kiongozi huyo ametimiza umri wa miaka mia moja. Dr. Mahathiri Muhamed aliweka wazi msimamo wake wa muda mrefu kuhusu Palestina, akilaani kile alichokiita mauaji ya kimbari dhidi ya wa Wapalestina wa Gaza. Kulingana naye, ukatili Israel utabaki katika kumbukumbu kumbu za historia kwa vizazi vingi vijavyo. Wameua kila mama mjamzito, watoto wachanga vijana, wagonjwa na maskini. Hii haiwezi kusahaulika, labda kwa karne nzima itabaki kwenye kumbukumbu, alisema. Dr. Muhammad alifananisha mzozo wa Gaza na mauaji ya kimbari yaliyotokea Bosnia katika miaka 1990 na mauaji ya Wayahudi yaliyofanywa na wanazi wa Ujerumani wakati wa vita vya pili vya ve dunia, lakini kwa mshangao wake alisema watu wa Israel walioathirika na mauaji ya kimbari hawakujifunza chochote kutoka kwa historia yao wenyewe. Kwa upande wake, Dr mahathiri suluhu ya kweli ni suluhisho la mataifa mawili pekee Palestina na Israel, ingawa amesisitiza kuwa kwa mtizamo wake hilo alitotimia wakati wa maisha yake. Katika miaka 1980 mia hadi mwaka 1990, Dr. Mahathiri alijitengenezea jina kimataifa kama kiongozi jasiri wa kusini mwa dunia akikosoa vikali ukoloni mamboleo na mifumo ya kifedha magharibi. Aliwahi kuhudumu kama waziri mkuu kwa jumla miaka 24 kutoka mwaka 1981 hadi mwaka 2003 na, na baadaye mwaka 2018 na hadi mwaka 2020 mwaka akiwa na umri wa miaka 92 alifanya mapinduzi ya kisiasa kwa kuongoza upinzani kushinda serikali ya muda mrefu ya Barisan Nasional na kuwa kiongozi mzee zaidi duniani wakati huo. Wakati wa utawala wake, alisaidia kuibadilisha Malaysia kutoka uchumi wa kilimo hadi taifa lenye viwanda na kulifanya jiji la Kuala Lumpur kuwa kitovu cha kisiasa lenye mnara maarufu wa Petronas Towers. Hata hivyo, alikumbwa na ukosoaji mkubwa, hasa kwa misimamo yake mikali dhidi ya nchi za magharibi na baadhi ya matamshi yaliyotajwa kama ya kupinga uyahudi Dr. Mahathir Muhamed alitoa tathmini yake ya kijiografia akiamini kuwa China iko njiani kuwa taifa kubwa zaidi duniani. Itachukua miaka kumi tu kwa China kuifikia Marekani. Baada ya hapo, China itaipita Marekani. China kwa sasa ni kubwa kuliko Ulaya na Marekani kwa pamoja, ni soko kubwa, lina utajiri wa wat lina utajiri ni soko kubwa na lina utajiri wa watu wachapakazi. Alikumbuka mara yake ya kwanza kuzuru China mwaka 1970 ambapo taifa hilo lilikuwa maskini sana na lenye magari machache mitaani. Leo amesema sekta magari na teknolojia ya China imepiga hatua kubwa, hasa katika magari ya umeme ikiwapa ushindani mkali wa uzalishaji wa nchi za Magharibi. Kwa upande wa Marekani, Dr. Mahathir Mohamed alimshutumu Rais Donald Trump kwa sera zake za biashara, hasa vita vya ushuru vilivyo onge gharama na kudhoofisha ushindani wa Marekani. Kiwango cha mshahara Marekani ni cha juu, wafanyakazi wa China wana uvumilivu mkubwa zaidi, bidhaa za Marekani zitakuwa ghali mno, Marekani haitoweza kushindana na dunia nzima, aliongeza Dr. Mahathiri. Licha ya umri wake, Dr. Mahathiri anaendelea kutembea bila msaada, anafanya mazoezi ya kila siku, kwenda kazini na hata kutumia mitandao ya kijamii. Kulingana naye mwenyewe, siri ya umri wa maisha marefu ni nidhamu ya mwili na akili. Usile sana ukiwa unakula chakula kitamu, acha kabla hujashiba. Huu ndio ushauri bora zaidi niliopata kutoka kwa mama yangu, alisema Dr. Mahathir Muhamed. Akiwa ni mzee sasa wa karne moja, Dr. Mahathiri Muhamed anabaki kuwa kiongozi mwenye mvuto mkubwa, mwenye msimamo mikali na nezi wa mijadala. Maoni yake kuhusu Palestina, Marekani na China yakionyesha mtizamo wa kiongozi aliona mabadiliko makubwa katika karne moja ya kihistoria ya dunia. Kwa Malaysia, Dr. Mahathir Muhammad anabaki kuwa muhimili wa kumbukumbu wa kisiasa na kiuchumi. Kwa dunia, Dr. Mahathir Muhammad anabaki kuwa sauti ya upinzani dhidi ya kile alichokiita ni ubabe wa nchi za magharibi na mtetezi wa harakati ya kusini mwa dunia. Awadhi Rashid, Arusha One Radio.